Uh, tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu kwa uzima ambao tunaendelea kuupata kila siku, na wewe ambaye umekuwa kutufuatilia katika platform zetu za mitandao ya kijamii uh, tukushukuru sana sana kwa mchango mkubwa ambao umeendelea kuonyesha kwetu sisi, lakini pia kuhakikisha kwa kwamba Come TV Tanzania inakuwa sehemu ya wewe kupata ujumbe, lakini pia kuwafikia watu wengine zaidi. Na leo ni wakati mwingine tena tunakutana katika exclusive interview na moja ya kiongozi mkubwa sana tutakuwa naye sasa hivi hapa na tutazungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na kile ambacho wamekuja nacho siku ya leo. Lakini mtazamaji wa Come Tv Tanzania, tuendelee kukuomba kwa unyenyekevu mkubwa sana kuweza kusubscribe akaunti yetu ya Come Tv Tanzania, lakini pia usisahau kufuatilia kwenye Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Kuna vipindi mbalimbali lakini pia makala na vitu vingine ambavyo utapata elimu kupitia Come TV Tanzania lakini bila kusahau vilevile vile tuna blogi ya Come TV News, unaweza kufuatilia huko. Kama nilivyokuambia leo tuko na mgeni ambaye ametoka taifa, uh, kiongozi wa Kasfeta Tayomi. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema rais wa Kasfeta Tayomi taifa. Tuko naye leo ndani ya studio za Come TV Tanzania. Mgeni karibu sana, kiongozi karibu sana na pengine tulikuwa tunakuona tu kwenye platform mbalimbali, na leo tumefanikiwa kuzungumza na wewe, kukaa karibu na wewe. Tunategemea kupata mengi kutoka kwa kwako. Karibu sana, pengine ujitambulishe kwanza, na watu wa kufahamu zaidi. Basi ya, nianze kwa salamu na wasalimu kupitia jina la Mfalme Yesu Kristo aliyetupa neema na uhai wa kuiona siku ya leo. Jina yangu naitwa Nehemia Michael Ntete, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka chuo kikuu cha Dodoma ikiwa kama rais wa CASFETA TAYOMI mwaka 2024-2025. Basi kwa neema yake leo nimefika Kam TV na niko na director hapa tunaweka mambo yetu vizuri. Basi karibuni sana Mungu awabariki, wabariki wote, amen, amina, amina. Tuko na mtumishi wa Mungu uh, tutazungumza naye mengi sana. Umesema jina lako? Majina yangu ya naitwa Nehemia Michael hmm, Nehemia. Yeah. Sawa. Tuko na rais wa Kasfeta Tayomi Taifa Nehemia, raisi wa mwaka wa 2023 2024 2025. Yeah. Okay, mnaachiana kwa mwaka, yeah, mwaka mmoja okay. Yeah. Sawa. Kasfeta Tayomi uh, inasemaje kwanza kwa sasa? Uh, nashukuru Mungu kwamba hatua hmm, tuliyofikia ni kubwa tangu kuanzishwa kwake hmm, kuna mambo mengi yamepita tangu hiyo miaka ambapo huduma imeanzishwa, lakini mpaka sasa hivi hmm, nashukuru Mungu tumefika hatua ambayo ni nzuri kwa ujumla okay. uh, tumef, me, tumefanikiwa kufikia uh, takribani mikoa yote Tanzania hmm. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba maendeleo ya huduma kwa ujumla yako vizuri ukizingatia kwamba tumefika maeneo mengi ya nchi ya Tanzania ikiwemo na Zanzibar, pia nako tumeanza kufika pia huko. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo huduma inaendelea kukua from day to day mm, yeah, mtazamaji wa Kam TV Tanzania, leo tuko na Nehemia Nehemia, rais wa Kasfeta Tayomi Taifa na kama ulivyomsikia amezungumza kuhusiana na hali ya sasa kwa CASFETA Tayomi inaendelea vizuri kwa upande wa Tanzania bara na pia visiwani. Na uh, tunataka tu, tufahamu historia kidogo ya CASFETA. Uh, kuna kuna CASFETA yenyewe na kuna CASFETA Tayomi. Tupate historia ya CASFETA kwa ujumla, lakini pia na CASFETA Tayomi ili tu, tuelewe nini maana ya CASFETA. Okay, sawa mm. Kwa upande wangu kwa sababu I'm a president of CASFETA TAYOMI mm. Kwa hiyo na naweza nisizungumzie kwa habari ya hiyo CASFETA nyingine, lakini nitazungumzia kwa habari ya CASFETA ambayo ni CASFETA TAYOMI ambayo ndo niko mimi kama msemaji wa wa ofisi ya rais, kwa maana mimi ndio rais mm, wa CASFETA TAYOMI ndani ya mwaka huu wa 2025. Yeah na Kasfeta ni kifupisho cha maneno The Christ Ambassador Students Fellowship Tanzania, kwa maana ya umoja wa wanafunzi wa Kristo mabalozi wa Yesu ambao wapo mashuleni na vioni lakini wa Kristo ambao wameokoka, amen ya, na harakati za kuanzishwa kwa Kasfeta zimekuwepo tangu mwaka 1980, chini ya mwasisi ndugu Joseph Justin ambaye aliyebeba haya maono ya kuwaunganisha uh, wanafunzi wa Kristo mabalozi wa Yesu kipindi wanapokuwa mashuleni na vioni. Na mwaka 1987 kwa neema ya Mungu, ndugu Joseph Justini akawa ametengeneza katiba ya awali, na hapo tunaona kwamba mwaka 1992 ndipo huduma inaanza rasmi katika chuo cha uhasibu jijini Dar es Salaam ikianza na wanachama sabini na mbili peke yake. Ya, kwa hiyo nadhani kwa historia fupi ya huduma hii kwa miaka hiyo, nadhani kuanzia mwaka 1980 mpaka 1992 zilikuwepo harakati mbalimbali mbali za kuweza kuhakikisha CASFETA ina, inaanzishwa na vikundi mbalimbali vilianzishwa katika mikoa mbalimbali. Mfano mzuri ni, ni, ni, ni kisa The Gospel Army, TBC kwa maana ya, ya Teenagers Bible Clubs na vingine vingine pia vilianzishwa. Kwa hiyo kwa historia fupi ya huduma naweza nikasema hivyo yeah. Okay. na, na, na tupate kujua kwamba kasfeta kama kasfeta TAYOMI uongozi wenu una umekaje kuanzia mwanzo laba mpaka sasa hivi, nimeona hapa umesema ni wa mwaka 2023, 24 na hmm, 25. Na uongozi ulivyo kaa ni kwamba kila mwaka huwa uh, tunafanya uchaguzi kwa ofisi ya rais, kwa maana kwamba tunapokutana kwa ajili tuna, tuna ya uchaguzi kila mwaka huwa inafanyika mwezi wa kumi na mbili wakati tunapokutana kwenye tukio linaloitwa AGM kwa maana ya Annual General Meeting. Kwa hiyo huwa nafasi ambazo tunachagua ni nafasi ya President, kwa maana ya rais na makamu wa kwanza wa rais na makamu wa pili wa rais, anakwepo katibu na naibu katibu mwazina kaka wa kina kaka pamoja na dada wakina dada taifa. Kwa hiyo maana yake uchaguzi nafasi ambazo huwa tunazifanyia chaguzi ni hizo kwa kila mwaka. Yeah. Na, na, na ngazi za chini hivyo hivyo zinaenda zinapokezana kwa staili hiyo. Hapana, ngazi za chini kidogo tukija mkoani huwa inakuwa the same kama tunakuwa na mwenyekiti wa mkoa. Maana yake kule mkoani, hatuna president ila tuna mwenyekiti wa mkoa ambaye anakuwa na makamu wa kwanza wa mwenyekiti na makamu wa pili wa mwenyekiti na hawa wengine wanafuatia. Lakini utofauti wake yeah, hapa kwenye kwa mwazina ni kwamba kwa kuanzia mkoani kushuka chini, kunakuwa pia, na mwazina msaidizi. Na wilayani pia tuna mwenyekiti makamu wa kwanza mwenyekiti na makamu wa pili wa mwenyekiti na hawa wengine pia, ila tunapokuja kwenye ngazi ya tawi sasa tunakuwa na mwenyekiti na makamu mwenye mwenyekiti kwa hiyo inakuwa hivyo na hao wengine pia wanafuatia baada ya hao mtazamaji, yeah. Yeah. Uh, tunaendelea tutapata madini mengi sana kutoka kwa rais wa Kasfeta Tayomi Taifa ndugu Nehemia, na tumesikia mambo mengi kidogo kuhusiana na historia ya Kasfeta uongozi na vitu vingine. Kabla tujatoka eneo hilo, uh, Kasfeta Tayomi kama Kasfeta Tayomi inafanya kazi za, za, za dini yeah na uh, labda watu wangependa kujua kwamba wako chini ya kanisa fulani au chini ya walezi fulani au ina, ina, ina inalelewaje yani? Okay, basi naweza nikasema kwamba Kasfeta ni, ni, ni mkakati uliopo ndani ya Tayomi kwa maana ya Tanzania Youth Ministries ambayo huwa ndio inatulea sisi tunapokuwa mashuleni na ndani ya Tayomi tuna mikakati mpaka sasa hivi nikasema kuna BCF kwa maana ya Better Children Foundation ambayo yenyewe inahusika na kuwalea uh, watoto wa, walioko shule za msingi. Eh, ya ni ya kitengo ya, kwa hiyo ni mkakati uliopo ndani ya Tayomi kwa hiyo tunapofika sekondari pamoja na vioni tunakuta mikakati miwili ambayo ni uh, ni, ni Kasfeta pamoja na EEMC kwa maana ya Ethics and Education and Motivation, hmm. Club. Kwa hiyo sisi hatuko chini ya kanisa moja, lakini tunaweza nikasema kwamba tuko chini ya Tayomi ambayo pia inashirikiana na CPC, kwa maana ya umoja wa wachungaji wa makanisa yote ya Kipentekoste nchini Tanzania yeah. Kwa, kuru, kwa kusema hivyo ni kwamba sisi hatuko chini ya kanisa ila ya tunalelewa na, na, na, na, na Tayomi yeah, ambayo ina, ina, ina, ina watu humo ndani ambao wametokea makanisa mbalimbali mbali ya Kipentekoste. yeah. Sa tumepata picha hapo yeah. sawa sawakamini. Um, okay, uh, I mean, uh, vitu gani ambavyo hasa vinafanyika kwenye CASFETA TAYOMI mbali? Najua pia kuna elimu ya kiroho lakini vitu gani vingine labda? Okay, tukizingatia misingi ya huduma, misingi ya huduma kimsingi ipo mitatu, ambapo uh, tuna tuna umoja, elimu pamoja na utakatifu kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinafanyika ndani ya huduma hii ni kwanza kuwasisitiza wanachama kusoma kwa bidii, kuhakikisha wanafikia malengo yao. Na mfano mzuri pia ni sisi tumekuwepo shule za msingi, tumekuwepo sekondari, na kwa neema ya Mungu sasa hivi tuko university. Tukaona kwamba huduma imetulea mpaka hapa tulipo sam, tukasema kwamba tunaanza kuona tunakoelekea kwa hiyo pamoja na hayo pia ni kuhakikisha wanachama wanamjua Mungu kwa viwango vile ambavyo vitawafanya hata kwa maisha ya baadaye wawe ni waume bora na viongozi bora kwa ajili ya taifa la Tanzania pamoja na dunia kwa ujumla. Asante, yeah, okay, sana mtazamaji. Um, leo tutapata madini mengi sana kutoka kwa rais uh, ndugu Nehemia taifa Kasfeta Tayomi uh, tunaendelea kuzungumza naye hapa mambo mazuri sana haya. Um, Asante uh, sana rais uh, uh, tunatamani kuelewa pia jambo lingine ambalo ni la msingi sana uh, safari ya wewe kuanza kuwa kiongozi wa, wa, wa Kasfeta Tayomi Taifa uh, ili kuwaje, kuwaje na majukumu kwako kwa wewe kwanza binafsi wewe kama wewe Uh, binafsi naweza nikasema ni kwa neema ya Mungu kwa sababu unajua mambo ya uongozi haya yana mambo mengi. Of course walikuwepo wengi ambao wangeweza kusimama kwenye nafasi hii na wakafanya vizuri, lakini pia kwa upande wangu naweza nikasema kwamba pia ni moja ya hao watu ambao hmm, Mungu aliona kwamba wanaweza wakasimama katika nafasi hii. Kwa hiyo hmm, naweza nikasema ni kwamba kufikia hapa siwezi nikasema sana kwamba nini kilitokea kwa sababu najua uongozi wa dini sio sawa na uongozi wa, wa, wa, wa politics siasa hivyo, lakini naweza nikasema kwamba tu ni neema ya Mungu ukizingatia kwamba kwa, kwa mara ya kwanza ninafika Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka wa pili, uchaguzi ukafanyika pale Tawini ya kwenye kitivo kile ambacho nipo pale Koedi, nikachaguliwa nika kuwa mwenyekiti pale. Kwa hiyo safari ya kuelekea uh, taifa ikaanzia hapo Kaja pia kwenye uongozi wa CASFETA TAYOMI kwa maana ya UDOM Wise, kwa maana ya UDOM wa UDOM nikachaguliwa pia kuwa mwenyekiti pale. Na baada ya hapo pia tukaendelea zaidi kwenye uchaguzi wa wilaya pia, kwa neema ya Mungu nikachaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa wilaya ya pale Dodoma mjini. Kwa hiyo baada ya hapo ilikuwa ni mwezi wa 12, tukaenda kwa ajili ya tukio la Annual General Meeting kwa maana ya ya AGM, ambapo ndipo huwa unafanyika uchaguzi wa viongozi wa kitaifa kwa maana ya ofisi ya rais. Kwa hiyo nilipofika kule of course sikuwa najua kwamba jina langu lipo kule lakini nikashangaa kwamba ule wakati nimesoma pale jina langu likasomwa. Kwa liposomwa pia uchaguzi ukafanyika, kwa neema ya Mungu, nashukuru nikawa nime nime nimepata nime, nime neema kuchaguliwa kuwa rais wa CASFETA 2024 2025. Of course ni neema ya Mungu, na nikasema hivyo, kwa sababu sio kwamba nilikuwa na uwezo zaidi ya wale wengine, lakini neema ya Mungu hivi yeah. Rais wa CASFETA au, au, au kuwa kiongozi wa taifa ni lazima atoke vyuo au kuna namna yoyote inaweza ka, akawa ka, kwenye hizi sekondari? Uh, of course inakuwa kwamba rais wa CASFETA huwa kulingana na, na katiba ni kwamba ni mwongozo unasema rais wa CASFETA uh, ni lazima atokee vyuo vikuu. Kwa maana kwamba tukija kwa makamu wa kwanza wa rais pia lazima atoke chuoni, lakini kwa makamu wa pili wa rais huwa ni komoni kwamba anatokea shule za sekondari, aidha ni advansi au orevo. Lakini asiwe mwanafunzi wa kidato cha nne awala kidato cha sita, kwa maana kwamba hao wanakuwa wapo karibu na kumaliza masomo yao. Kwa hiyo ya nadhani uongozi umekaa kwa mfumo huo hapo, ya yeah toketokea uingie wewe katika uraisi I mean, mafanikio gani ambayo pengine mmepata au mmefanikiwa kuwafikia au kufikisha zile agenda zenu I mean, elimu pamoja na na, na mambo ya kiroho? Okay. Mm. Uh, kwanza cha kwanza ni mshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi Uh, tuko kwenye maandalizi ya tukio ambalo liko hapo mbele ambayo ni tukio la teki, kwa maana ya Tayomi Easter Conference ambayo ni makambi ya Pasaka ambayo huwa yanawakusanya wanakasfeta wote kwenye mikoa yao Tanzania nzima ya okay. Yeah, kwa hiyo kwa binafsi yangu nikasema kwamba kwa sasa hivi nimefanikiwa kukutana na watu wa, wa, wa, wa Mkwawa wa Iringa walipokuwa wanafanya mkutano wao pale Dodoma, nilifika pale nikawa nao, na kwa neema ya Mungu pia uh, leo nimefanikiwa nime pia kufika baadhi ya shule uh, ndani ya mkoa wa Manyara, na baada ya hapo nitakuwa nikielekea uh, Arusha na baada ya Arusha nitakuwa nikielekea pia Tanga kwa ajili hmm, uh, ya kuhakikisha kwamba maendeleo ya huduma yanaendelea kukua siku hadi siku. Kwa hiyo kwa kipindi hichi tuko tumefocus sana na swala la Tayomi East Conference kwa maana ya makambi ya Pasaka hmm. Kwa hiyo na maendeleo pia ni mazuri hmm. Tunatarajia kuwa na makambi mengi sana ndani ya mwaka huu okay. Yeah. Mbali na makambi uh, semina mnazozitoa, kuna program nyingine labda? Yeah, programu nyingine zipo. Kwa mfano huwa tunakuwa na huduma na, na, na, na, na za maombi kitaifa, tunaandaa ratiba za maombi, huwa kuna siku ya mtoto ya kitaifa ya matukio. Of course yapo mengi, kuna JNLC, ambayo ni Juni National Leaders Conference. Tunakutana kila mwezi wa sita kwa ajili ya kufanya evaluation ya maendeleo ya huduma uh, ndani ya mikoa kwa maana ya kitaifa kwa hiyo Of course, zipo programu nyingi ambazo zinaendelea kwa ajili ya kuhakikisha uh, vijana wetu wanakuwa katika misingi ya kiroho na pia kujitambua ili kuweza kufikia yale malengo ambayo wamejiwekea katika maisha ya baadaye. Mm. Yeah.